Ni Baraka One TV uh, topesi bino matondi mingi merci, merci, bandeko na biso bao bao na Baraka One TV um, sehemu kote <laughs> kote duniani nafikiri tunaangalika vizuri sana mimi, nitoa big up sana kwa kina mama wote ambao, eh, wanakuwa wako wanashirikiana bega kwa bega na B1 TV na direct. Ni saa tisa sasa Afrika ya kati, kumi mashariki nazungumzia kuhusiana na swala la waziri wa mambo ya nje Bitereza Kaikwamba Wegner ameweza kufanya kazi kubwa sana ya, ya diplomasia ambayo ameicheza na kuifikisha Congo, sehemu ambako makumi ya wanaume walishindwa. Amerejea DRC, amekuja na ripoti, amekuja kumpa wa, uh, Felix katika moja kati ya interview zake ambazo amezifanya alizungumza kuhusiana na hali ambayo Rwanda ya kutokuheshimu mikataba. Je, Rwanda itatekeleza hii mikataba? Na pia tuliongea hivyo jana na mchambuzi wetu bwana Kashosi kutoka Australia, ni kwamba eske Rwanda itatekeleza hii mikataba ya kutokuwa support magaidi wa M23 na kuondoa majeshi yake maharaka iwezekanavyo? Ni ndiyo kweli wataondoa majeshi yake, lakini kuacha kusupport makundi ya, ya, ya, ya bunduki itakuwa ni ngumu kwao. Kumbuka, wenye Rwanda ni watu ambao wamezoea mambo ya ovyo ovyo sana. Na utajua, kuna kitu nilitaka nikumbushie hapa, hawa jamaa wako unaandaa genocide in, in the Republic Democratic of Congo. We know that they are going to leave very soon. Kuna mtu amenitumia ujumbe anasema kwamba maeneo ya Kalehe, Kalehe ya yeah, ya yeah, yeah, uh, ni kwa kimushi lakini. Huko genocide ambayo wako wanaandaa, wameleta mipanga, wameleta ma, uh, mashoka na vitu gani kwa ajili ya kuandaa genocide. Na hii itakuja kugeuzwa kwamba ifanywe ni wazalendo ndio wame wamefanya hivyo na FRDC. Unajua ni watu ambao ni wepesi ku, e, kuchafua serikali na kuchafua wazashu kwa makosa ambayo wanakuwa hawayafanya, lakini wao ndio wanayofanya. Sasa hii itakuwa ni hatari sana kwetu. Kwa hiyo inabidi wazalendo waweze kuwa makini wasimamie hili swala kwa sababu lisije kutokea. Na moja kwa moja hii ni Baraka One TV. Ni kipindi cha habari na maelezo. Mambo yetu mawili makubwa diplomasia ya Teresa Kaikomba Wagner na genocide ambayo M23 wako wanaandaa ili waje waivishe serikali na wazashu. Ili kwanza kupata habari zetu, ni kulike na kusubscribe Baraka One TV, tuko Facebook pamoja na TikTok. Una like na follow, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuona pata haya matangazo kila wakati, na pia operation sadia muzalendo bali inaendelea, na kama hujiungana na operation hii yako moja kwa moja ili uweze kuwasiliana na Baraka One TV. E, e, Kashosi, big up sana kutoka Australia. Sijamsahau pia ndugu yangu Kizabe Ayeba akiwa na watch Baraka One TV. Big up sana. Kiza Salum Mashaka Ayamba, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state Yamed f ada, Irene from German and kis Kandeke eh, bila kusahau Kitula Simon from South Africa, pia Elisha kutoka Nairobi Kenya, Emmanuel Mangombe, Muhamed Papiro, Jabu Asimwe Baguma kutoka Czech Republic na Ramaki maeneo ya Afrika Kusini. Na tuanze na taarifa hizi za Tereza Kai kwamba huu mwana mama ni mwana mama shupavu sana, sijui kama diaspora mshajifunza kitu kutoka kwake. Huyu mwana mama ametoka diaspora, jinsi yuko Biondo Kilamba Mawe pale yuko diaspora, jinsi yuko Daletesha pale yuko diaspora, Dafeza huko diaspora, na wengine na wengine, mko diaspora, Ejide Kizenga Tembele yuko diaspora, unaona, na alikuwa Afrika hapa juzijuzi. <laughs> Hey, wane. Nyambi, ulileta nini Kongo? <coughs> ulileta nini ambacho unaweza kwamba iki kitabadilisha Kongo hmm? Kashoshi, ni nini ambacho unafikiria kitabadilisha Uvira yetu? Ankiskandeke, ulikuwa Kongo hapa majuzijuzi, pia tulikutana na Bujumbura. Mawazo gani yenye uko nayo ya kubadilisha Kongo? wako wengi sana wako wengi sana, itaji mwingine hapa uh, nani King Sele, uko na mawazo gani ya kubadilisha Afrika na Congo? Ona gisi dada yetu mama yetu Teresa kaikwamba Wagner kazi ambayo iko nafanya dano tofauti na no, kuchambana eh. <laughs> Okay, uh, matusi mingi sana eh, uh, lakini pia umefanya kazi kubwa matusi na yenyewe pia ni dawa ya yeah, hii gere mediatique yenye ulimene, en tout cas uli ilikuwa iko nzuri, lakini pia tuseme sasa, tofauti na kuchambana, ni nini ambacho unafikiria juu ya Kongo? Teres alikuwa na ume kama ministre wa affaires étrangères alikuwa anaishi Ulaya kama kawaida ya, ya wa Kongole. Oh, tala tala

Mwanamke mwenye anaongea lugha zaidi ya tano, akienda kuwa China kwenda kudiskite maswala yani ya Kongo na China anatupa ni kichina tu. Ona jinsi alikuwa anazungumza na Donald Trump. Fikiria. Eh, fikiria fikiria, fikiria aj kwamba akuwe na mtu wa kumzungumzia juu sam eh, iko na, na, na tafsiri, wakua akuaje na vitafsiri, unaona lugha <laughs> gongana inaingia huku inapita hivyo hivyo tu lakini, yeye ni lugha yenu ndo yeye anaongea, mnaelewana vizuri kwa hiyo alimene geri mwenye iko ya nguvu sana, na kufikia mpaka hatua ya kulazimisha Amerika na kusinyima akoro. Sasa sikiliza gisa alisema wakati Paul Kagame hata respecte hii makoro na Rwanda, ni kitu gani ambacho kimewekwa pale kama vile sanction? Huyu hapa: quelles seraient les sanctions prévues en cas de non respect de cet accord?

mwanamke wazipiga foto asem tu anapiga foto kupiga asem, <laughs> foto mpaka ujibinu hivi sasa, unaonyesha nini? Unajisi hmm? Una jisi mama iko nafanya kazi kubwa, kwa hiyo wakongomani wote wanatoa heko kwa mwanamama. Baraka1 TV pia inatoa heko kubwa kwa mwanamama anafanya kazi kubwa ambayo inastahili heshima, na usipomzungumzia akiwa yuko hai, jua kwamba wewe una lako. <coughs> E, jua kwamba wewe una lako kama huku unamzungumzia mwanamama huyu, jua una lako lingine. Anastahili heshima na anastahili pongezi, kwa hiyo ameweza, uh, kumletea rais wa nchi mkataba ambao ulisainiwa Marekani na kuja kumkabidhi uh, rais, akapokea akautizama. Amefanya ah, kazi kubwa sana ambayo inastahili heshima na inastahili kupongezwa. Ni kitu adimu sana kwa DRC kufanyika na hii uh, imetupa pia funzo kusema kwamba usimdharau mtu ambaye humjui. Yeah, na sio kila diaspora ndiye ameoza hapana. Kuna wale ambao wako na susi na nchi, ndio maana tunawataka wote ambao mko nje kule, leteni mawazo yenu kwa ajili ya kujenga taifa hili, chochote ambacho unaona kwamba hiki kinaweza kusaidia hata kusapoti vijana ambao tupo kama leo niko nasema oh, Baraka, hivi tunahitaji tupate taa taa nzuri, tupate kamera nzuri Ushelewa? Support Baraka1 TV fanye kazi kubwa. Eh. Hey. Unaona? Tunahitaji mataa, tunahitaji kamera, tunahitaji lap, uh, laptop ziongezeke. Zi support. Sababu so, uh, uh, kama we uwezi kufanya, mpatie yule ambaye anafanya. Ushelewa pale? Tukifanya hivyo tunakuwa tunabebana vizuri sana. Kwa hiyo, ndugu zangu tu tu, eh, tu tusimame sasa Kongo, hatua ambayo tuko nayo Kongo hivi na hatua inahitaji maendeleo. Kila mtu kwenye huko, rudia sasa kunyumba, leta kile kidogo kwenye huko nacho njoo uinvest kunyumba. Na kama hautakuja basi mpe yule ambaye unaona iko nafanya kitu, kama kwamba kuna fulani iko na lima. Sawa? Jinsi iko na lima na wewe hauwezi kuja na yeye anakujaga huku, mpe trekta, mpe bwana, hii trekta shika, nenda ulime. Unakuwa na support. Bwana, mimi si kuja lakini chukua hii, kifanya hivyo inasaidia hii nchi so. meni kule, uh, maeneo ma, bakomko fanyeni mateknoloji fanyeni manini alafu mje tusaidie huku ili tuweze kupiga hatua moja ama nyingine, kama kisa alivyofanya mwanamama Terezo. Ikae kwamba Wegna, tukichukua ile swala la pili, swala la mawaji ambayo yako yanaandaliwa na wenye Rwanda Alliance of Congo M23 pamoja na RDF wako na prepare genocide unataka iwe ifanyie Kivu ya Kusini, ndo inatakiwa ifanyike, kisha ikuwe atribiwe kwa wazalendo pamoja na FRDC. Sikiliza hii ima baheri migushu baheri mbasha baheri rwa makoro nje bakufungula ganamani ambao tuko tunayo kwa, kwa siku hii ya leo na kwa mchana huu wa saa tisa. Mingine tukutanane saa kumi na mbili ambako utasikiza mitazamo mbalimbali ya wananchi. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one in Ole Town DJP, ambayo iko nakurushia haya matangazo live kabisa kutoka Baraka One TV. E, nafikiri ni hivyo. Usikose uh, kushare kusubscribe na baraka Baraka One TV uh, ndugu zangu wote ambao wako na watch B1 TV e, nilimsahau nani hapa, nilimsahau nani nani nani nani nani nani nani, wote uh, wote tayari bwana, tayari wote na wakumbukeni, na nawapeni salamu zangu ziwafikie uh, ndugu zangu ambao wako Uganda. Yeah, Uganda pia wazee wa Uganda na wakumbuka pia wazee wa Kakuma Eh, Kakuma Kenya pale kuna wazee pale ambao wako wanacheki B1 TV sana tu, kwa hiyo nawakumbuke sana na big up sana kwa kazi ambayo mko mnafanya. Endeleeni kuwatch B1 TV. Yeah, mndelee kuangalia B1 TV na ndugu yenu hapa, mtoto wenu, mzee wangu wa Suma, tukutane saa kumi na mbili.